Okay, nitakachozungumza nita ni hasa kuweza kupata ku, kuelewa wanasema wazungu, wanasema in a nutshell, tangazo la leo limesemaje? Sasa ukiangalia app bado zina zinaleta shida, si ndio? application inaleta shida, lakini haina maana kwamba mfumo ndio umekufa. Hapana, tuliamua kuchimba, tukatafuta huko taarifa, maanake tungesubiri dashboard mpaka sasa hizi tungekuwa tunafanya nini? Yes, lakini sasa hizo taarifa zimepatikana wapi na ni halali? Hiyo swala la kujiuliza. Naomba, naomba tuende kwenye browser ya kawaida, sio ile Pi browser, browser ya kawaida kabisa. Google, Chrome, nani andika minepi si unajua .com. hiyo ndio website ya nani sio? ya Pi. Alafu slash blog minepi.com, minepi ni neno moja blog blog, mmeona? wale ambao mna data zipo, mmeona, mnaona taarifa ya kwanza inasemaje pale? Inasema pies open network has launched min pi ndio hiyo na nasema, min pi com na m i n e p i com slash blog Nimesema kwenye browser ya kawaida, sio ya pai. Hizo applications za pai sasa hivi zi off, wala zisikusubue. Nenda Google Chrome, nenda Edge, yani kama vile una, unataka ku google huko sawa. Sasa ukishaingia kwenye browser ya kawaida ndio andika sasa hilo neno mypai.com/ ile slash ya kulala mbele blog E, mkwaju, e, kwa Kiswahili ni, ni mkwaju. Okay, nafikiri wengi mmeshapata sio? E, kwa ni, ni hiyo nilitaka sio, ukasema hawa jamaa wamepata taarifa wameanza kupiga kelele wametuchezesha tu hapa, lakini ni taarifa hii. hi, hi, ni blog ya ya nani, ya pai ni official, sawa? Kwa hiyo hata kama dashboard ujaona kitu, lakini hapa ipo. Sasa sitaweza kusoma neno kwa neno lakini nitajitahidi kusummarize. Anachozungumza kwamba open MyNet ni kwamba network au mfumo, mfumo wa pai mwanzoni ulikuwa enclosed, maanake kama hata transaction tulikuwa tuna, tunafanya barter trade tuna, tunanunua vitu kati na kuuziana sisi na sisi, si ndio? Lakini unaposema open network, maana yake mtandao wa pai umejiunga na network zingine nje ya pai. Ndio maana ya open network. Tuko pamoja e? Kwa hiyo imejiunga na, na mitandao mingine okay? Ambao lengo lake ni ku create opportunity au nafasi ama fursa ya mwan, ya mwanapai kuweza kufanya miamala transactions na kwenye mitandao mingine, kwa mfano utataka kwenda kubadilisha labda ziwe fiat, mfano. Sawa eh? huku ndani uwezi kubadilisha, labda hiyo fursa inapatikana kwenye mtandao mwingine ambao wao wameuunganisha, sawa. Kwa hiyo hiyo ndio opportunity. Kuna mahali unataka si ukanunue gari, wataleta polisi ya businesses ambazo ziko enrolled, ambazo ziko approved na wao. Utafanya nini? Utanunua. Ndio maana ya open network. Sawa sawa. Tuende kwenye paragraph ya pili, anasema, as discussed in the PI's open network data announcement today launch today launch marks a significant significant milestone in a connecting PI network and the pioneers who collectively pushed PI forward over last six years. Hmm? Kwa hiyo imetupa nafasi ya kwenda nje with the external connectivity enables pioneer that To take advantage of PI's backed ecosystem and the application to interface with the other compliant network. Inakupa nafasi ya kuenda kuunganika na network zingine sawa, so, sawa so, compliant maana yake wao wameshazicheki wanaona zina, zinaweza zikaingiliana, zika, zika so, compliant manake au tunazoingiliana ni kama vile kwenye magari kuna spare ambazo kwa magari tofauti modo tofauti, lakini kuna spare zinaingiliana, sio yeah, Sasa yes, mfumo wa Pi ambao ni Web3 sawa, kwa blockchain ya Pi inaweza ikaingiliana na blockchain zingine, ndio maana yake. Anasema on paragraph ya tatu, Open Network also brings support for integration with centralized exchanges and on-ramp, on-ramps to provide the additional means of acquiring PI PI for use in the PI ecosystem and and more more. Third party. Bado anazungumzia lile lile. Lakini anazungumzia with the node updates and more. So, wale wale waliokuuliza maswali ya ya ya node yameelezwa hapa. Hapa. Kwa hiyo naomba na hiyo mnisikilize. Paragraph ya nane anasema, Excited? Anakuuliza, baada ya kupa introduction, Excited? Yes. Okay, anasema, you should be of course, anajijibu sana sema, you should be see the video from one of the two pi founders Cheng Diao Fan and read on more information about open network opportunities on release and releases now available. Alafu Pi wajanja sana. Tanzania, tuna rais wa mwanamke sio? amemweka mbele mwanamke, siku zote anazungumza mwenyewe, si ndio? Pai today si Pai day this time, amefanya nini? Amemwambia Mrs, nenda katoe tangazo. Kina mama jamani, hebu mjipigie makofi jamani, eh? Leo tangazo amelitoa nani? Mama nani? Kama mama <laughs> okay. uh, amezungumza mambo mengi mengi mengi Najaribu kupita kusummarize hapo kidogo, lakini sijuni <coughs>